Tuko hapa kwenye hafla fupi ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu ambalo amelitoa tarehe kumi na tano mwezi huu wa kumi na moja ishirini ishirini na tano, katika jiji la Dodoma katika ziara yake, kwamba vituo vyote vya kutolea huduma Tanzania viwe na ndoo pamoja na beseni kwa ajili ya wakina mama wajawazito wanaokuja kujifungua katika vituo hivyo vya kutoa huduma ya afya. Sisi Muheza, leo tunachukua fursa hii e, kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tumekabidhi ndoo pamoja na beseni kwenye vituo vyetu vya kutolea afya arobaini na mbili katika wilaya yetu ya wilaya ya Muheza. Ofisi ya mkurugenzi mtendaji na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Muheza kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa wilaya tumekubaliana kimsingi kwamba lazima wakinamama wajawazito wanaokuja kujifungua kwenye vituo vyetu wapewe huduma nzuri, huduma first class, kusiwe na usumbufu, kusiwe na aina yoyote ya ubabaishaji, customer service iwe hali ya juu, na moja ya eneo ni kuhakikisha kwamba e, tunakuwa na ndoo pamoja na beseni, ili zile taratibu za kinamama mjamzito baada ya kujifungua asipate hadha. Na mimi nitumie fursa hii kutoa maelekezo na mimi nitumie fursa hii kutoa maelekezo kwamba hatutaki kusikia wakina mama wanapata usumbufu wa aina yoyote wanapokuja kujifungua, kwa sababu sasa kila kituo kina ndoo na beseni. Na, na utaratibu huu utakuwa ni utaratibu endelevu. Hizi ndoo na beseni zote ni mpya, lakini hapo kwa Muheza, najua kwenye vituo mnazo zingine ambazo ziko pale sasa mnaongezea mpya na tutakuwa na utaratibu kila baada ya muda tutakuwa tunanunua ndoo zingine pamoja na na beseni. Sisi kama wahudumu wa afya, vifaa hivi tunakuhakikishia tutavitunza na tutaviboresha pia, havitakuwa sehemu ya kueneza maambukizi kwa wale kwa mama wanaokuja pale kujifungua, tutavifanyia usafi kulingana na miongozo ya afya inavyohitaji. Na ndugu mkurugenzi mtendaji, tunashukuru kwako wewe kwa kuitikia agizo hili la Mheshimiwa Waziri Mkuu haraka iwezekanavyo, kwani leo hata wiki moja haijafika, umeamua kutoa ndoo na beseni kwenye vituo vyetu vyote 42 vya serikali kwa ajili ya kuanza utekelezaji huo mara moja. Kwa hiyo, kwa niaba ya hawa waganga wafawidhi wote, nianze kwanza kwa kutoa shukurani kwa wewe kununua vifaa vyote hivi na kuvikabidhi katika vituo vyetu siku ya leo.